Mkristo aliyekomaa katika imani ni muumini wa kitume anayeonyesha ushindi wa kipekee kwa maneno, kwa vitendo na katika maisha anayoishi. Ili kufika ukomavu huu, kuna vipimo sita muhimu vya kimaarifa ambavyo kila Mkristo anapaswa kuzingatia. Roho Mtakatifu mara kwa mara hututia moyo tukumbushane kweli hizi. Kama maandiko yasemavyo, sitaacha kuwakumbusha mambo haya ingawa mnayajua. Kwanza, jua Mungu na Yesu mwana wake. Ni muhimu tujitahidi kumjua Mungu Baba na Yesu Kristo mwokozi wetu kwa undani kabisa. Katika kitabu cha Yohana kumi na saba mstari wa tatu, Bibilia inasema tumjue Mungu wa kweli na wapekee, na tumjue Yesu Kristo mwana wa Mungu. Pia kitabu cha Danieli kumi na moja mstari wa thelathini na mbili inahimiza kwamba wale wanaomjua Mungu wao watakuwa hodari na watafanya mambo makuu. Kama vile ni vigumu kuamini maneno ya mtu usiyemfahamu, Mungu anapenda tumjue. Tukimjua, tutafahamu sauti yake na kumwamini zaidi. Pili, jitambue katika Kristo. Watu wengi ulimwenguni wana changamoto kubwa ya kujitambua. Mitandao ya kijamii, maoni ya watu, changamoto zinazowakumba au hata historia yao inachangia sana kutafsiri utambulisho wao iliyo tofauti na vile Mungu anavyowatambua. wa chanzo sahihi cha utambulisho wa Mkristo ni neno la Mungu. Nini Mungu Baba anasema juu yetu? Kama vile mwana mpotevu, mkristo asiyejifahamu katika Yesu anaweza shukika mamlaka yake hadi kulisha nguruwe. Jifunze kujitambulisha jinsi Mungu anavyokutambulisha. Mungu amesema unapendeza, wewe ni nuru ya ulimwengu, wewe ni chumvi ya dunia, wewe ni tawi lenye matunda lililojiunga na mzabibu umeumbwa kwa mfano wake na kwa kutenda makuu. Tatu, elewa nafasi yako katika mpango wa Mungu, kama vile Mungu alivyomwambia Yeremia, kabla hujazaliwa nilikujua na nikakuchagua uwe nabii kwa mataifa. Mungu ana mpango mema kwa kila mtu, haijalishi umetoka wapi au unapitia changamoto gani. Upendo wa Mungu na mpango wake haujawahi kubadilika. Yeye anaona thamani yako na anataka ufanikiwe katika maisha yako yote. Isitoshe, ana mpango mema zaidi kwa wale waliochagwa kumwamini ndani ya Yesu Kristo. Kwa kumwamini Yesu, unafunguliwa milango ya baraka na ulinzi wa kipekee na unapata mwongozo wa kiroho kila siku. Kila mtu ana hatima ndani ya Kristo. Hatima hii ni zawadi kutoka kwa Mungu na ni ya kipekee kwa kila mmoja wetu. Mungu amekupangia njia maalum ya kufikia makusudi yake. Kazi yako ya kila siku au elimu yako inaweza kuchangia katika kutimiza hatima hiyo, kwani Mungu hutumia vipaji na juhudi zako kukuza kusudi lake ndani yako. Mara nyingi kusudi la Mungu linaweza kuwa tofauti na matarajio yetu binafsi na ni muhimu kujifunza kutofautisha hayo. Tambua tofauti kati ya tamaa ya kimwili na kusudi la Mungu kwako. Tafuta ushauri na uombe hekima ili uweze kutambua njia sahihi ya kufuata. Mungu anataka uishi kwa kusudi lake na atakupa nguvu na hekima ya kufanikisha hilo. Ukiweka imani yako kwake utaona mkono wake ukikusaidia na kukuelekeza kila hatua ya maisha yako. Ne, elewa njia za Mungu. Yesu alisema sisi tumepewa uwezo wa kujua siri za ufalme wa mbinguni. Pia kitabu cha Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa tatu inasema uwezo wake wa Kimungu umetupatia mambo yote yanayohusiana na uzima kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake. Mafumbo ya Mungu ni mwanga unaomwezesha Mkristo kuishi maisha ya Kimungu kwa matendo. Kufuata amri za Mungu pamoja na sheria za kiroho kama vile sheria ya imani, heshima, kutoa, kujitolea katika huduma, kusamehe, maombi na kadhalika, ni njia muhimu ya kujenga ushupavu katika Ukristo. Elewa wanadamu. Mafanikio duniani yanategemea wanadamu, mahusiano, biashara na kadhalika, vyote vinahusisha wanadamu. Elewa sheria ya heshima, urafiki wa kimungu na nguvu ya mahusiano. Kama huelewi watu, hata ukiwa na kipawa cha namna gani, maisha yanaweza kuwa magumu. Katika kitabu cha Yohana tunakumbushwa kuhusu mlemavu aliyeambia Yesu, mimi sina mtu wa kunisaidia. Hatuwezi kuishi bila wanadamu wengine. Omba Mungu akupee wa wasaidizi hapa duniani pia. Hakikisha unajenga na kulinda mahusiano mema na watu. Sita, mjue adui wa wokovu wako. Petro kwanza sura ya tano mstari wa nane Yesu anatuambia, mjue adui yako ibilisi, yeye ni kama simba angurumaye na azungukaye akitafuta mtu wa kumumeza. Somo hili linasisitiza umuhimu wa kuelewa asili, tabia na mbinu shetani anazozitumia ili tuweze kumpinga kwa ufanisi. Shetani huja kuiba, kuua na kuharibu. Majaribu ya shetani hupata nguvu kupitia kile kile tunachotamani na mara nyingi hutumia udhaifu wetu kama silaha ya kutushawishi. Ndiyo maana maombi ya ulinzi wa kiroho ni muhimu sana katika maisha ya kila siku ya Mkristo. Wakristo hawapigani na damu na mwili, bali na ufalme, mamlaka na nguvu za giza, kama ilivyoandikwa katika Waefeso sita. Ni muhimu kuelewa njia za shetani na jinsi ya kumpinga, ili kuishi maisha ya ushindi wa kiroho na kudumu katika imani. Kama tulivyosema Mkristo anayemjua Mungu, anayejijua katika Kristo, anayejua nafasi yake katika hatima ya Mungu, anayeelewa kanuni za ufalme wa Mungu, anayeelewa wanadamu na kujua adui ya Ukristo wake anakuwa na msingi imara kiroho. Huyu ni mtu ambaye maisha yake yanadhihirisha uhusiano wa karibu na Mungu, na anaongozwa na Roho Mtakatifu katika kila hatua. Ni muumini asiyeweza kushindwa katika vita vya kiroho na njia ya imani, hata mashambulizi yanapotokea. Huyo ni muumini wa kitume anayeishi maisha ya ushindi wa kipekee, si tu kwa maneno mbali kwa vitendo. Yeye ni mfano wa imani thabiti anayesimama imara katika changamoto na kuleta tumaini na nuru kwa wengine kupitia ushuhuda wake wa maisha. Na tumwombe Mungu atujalie neema na rehema ili tupate kufahamu na kuishi katika haya maarifa kwa nia timilifu, kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, Amina.